Ha, kando na hayo baadhi ya wakazi pamoja na viongozi wa kisiasa kutoka eneo la kaskazini mashariki wanataka wale wanaohusika na kile kinachodaiwa kuwa kutekwa nyara na kuteswa kwa aliyekuwa afisa mkuu wa afya katika kaunti ya Isiolo, Abdulrahman Ibrahim, wakamatwe na, na kushtakiwa haraka. Viongozi hao wakiongozwa na mbunge wa Mandera Magharibi Adan Yusuf, wanadai tukio la kutekwa nyara kwa Ibrahim kunaweza kuwa ni suala la kisiasa. Ibrahim kwa sasa amelazwa katika hospitali moja mjini Nairobi. Good afternoon, ladies and gentlemen. Wakihutubia wanahabari jijini Nairobi, baadhi ya viongozi kutoka eneo la kaskazini mashariki ya nchi walihusisha utekaji nyara waliokuwa afisa mkuu wa afya katika kaunti ya Isiolo Abdulrahman Ibrahim na juhudi zinazoendelea za wanachama wa bunge la kaunti ya Isiolo za kumng'atua mamlakani governor Abdi Guyo. Politics is is is about healthy competition, and it is the the people to decide. We have have have reached a point in in Isiolo Isiolo where now these things are happening. It is not the first incident. Many other incidents have happened. happened Abductions have happened in Isiolo. Wanasema wali waliohusika wanafaa kuchukuliwa hatua ya kisheria. Viongozi hao aidha wameelezea wasiwasi kuhusiana na usalama wa wanachama wa bunge la kaunti ya Isiolo akiongea hospitalini ambapo anauguza majeraha kadhaa, Ibrahim alielezea masaibu yake akisema alitekwa nyara katika kaunti ya Machakos. Nimepata fractures kwa, kwa mkono na kwa mguu na soft tissue injuries sehemu mingi ya mwili na Baadhi ya wakazi wa kaunti ya Isiolo wanatoa wito wa kutupiliwa mbali kwa hoja ya kumngatua mamlakani gavana Guyo ili kufanikisha mdahalo. Hii yote ambayo mnafanya is a constitutional process. We all know that. Walakini kitambo hiyo hatua ifike, impeachment should be the last option. Hoja hiyo ambayo inadaiwa kuungwa mkono na wengi wa wanachama wa bunge la kaunti hiyo imepangiwa kujadiliwa siku ya Jumanne wiki ijayo. Huku visa vya utekaji nyara vikiendelea kuripotiwa hapa nchini, familia za waathiriwa zinaomba tu haki ipatikane. Tilio Marco, Dira ya Magwiji.